Hali gani mpenzi mtazamaji wa Mopossible TV, na leo tena kwenye Love Conversation MC Mkimia, nipo na mgeni wangu ambao tumekuletea mambo mazuri sana utakaojifunza kuhusiana na Love kwa ujumla wake, lakini leo niko na mgeni maalumu sana na tutakuwa na mada nzuri nzuri nzuri sana eh. Mada yetu ya leo itakwenda kwa jina la kwa nini ndoa nyingi kwa sasa zimekuwa sumu nini ndoa nyingi kwa sasa zimekuwa sumu. Tumeona eh, watu wengi sana wamebadilika kihisia eh, wamebadilika kiroho wamebadilika na hata kuuana kimwili, imefikia mbali zaidi kuuana kimwili. Sasa leo tuna mtumishi wa Mungu mheshimiwa yuko hapa, mgeni wetu katika ofisi za Mo Possible TV. Fatana nasi mwanzo hadi mwisho, utamjua vizuri mgeni wetu ni nani, lakini utajua kile ambacho amekuandalia mtumishi wa Mungu. Naamini mpaka mwisho wa kipindi hiki ndoa yako inaenda kuongezeka, inaenda kupokea uhai na uzima toka pale ilipo na kuenda sehemu nzuri zaidi kutoka pale ambapo ilikuwa mwanzo. Mtumishi wa Mungu karibu sana. asante sana. Wapenzi wa watazamaji wa Mopossible TV wanatamani kukujua kwa undani, wasifu wako kwenye ndoa, uzoefu wako, hebu kwa dakika moja tu ujitambulishe, waweze kukufahamu. Jina na langu naitwa Christopher Jacob Mwambije, kaziwa kwa wa Mungu pia nu piaamayamay namtumikia Mungu katika Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tunduma KKKT pale na shirika letu Tunduma. Kwa hiyo nashukuru Mungu pia, pamoja na kuwa tu mtumishi hapo, lakini nimepata neema ya kuwa katibu wa shirika shirika Tunduma. Kwa hiyo katika kumtumikia Mungu kwenye shirika, basi mimi ninayo nafasi ya kuwa katibu au mtendaji mkuu wa kanisa katika shirika la Tunduma. Uh -huh. uh -huh. Lakini mbali na utambulisho huo unaohusu majina lakini pia mimi baba, ni baba ni mm, baba na ni mume pia. Kwa hiyo mimi ni baba wa watoto wanne na <mimini> mume wa mke mmoja Aloisi ya kike Wasifa mkubwa kwa kweli lakini hongera. Okay. sana, sana, sana kwa utumishi wako. Hongera pia kwa kuwa baba. Amin. Na venyewe kuwa baba sio kila mtu. Yeah. <laughs> <laughs> Asante sana, nashukuru sana mpenzi mtazamaji wa Mopossible TV. Nadhani umeweza kufahamu wasifa na, eh, utambulisho wa mtumishi wa Mungu, eh, Mheshimiwa Christopher lakini Mgye, pia ni baba wa watoto wanne lakini pia ni katibu wa kanisa la KKT, ushirika wa Tunduma. Mtumishi wa Mungu karibu sana kwenye ndoa yako na muda gani uko vizuri vizuriwao Wakubariki sana. Yeah. Turudi sasa kwenye lengo kubwa mtumishi wa Mungu. E, kama nilivyosema, mada yetu leo, ndoa nyingi, kwa nini ndoa nyingi zimekuwa sumu? E, tuanze kujua ndoa ni nini na sifa ya ndoa bora ni zipi kwa ufupi sana. Asante yeah, sana. E, tunapozungumzia habari ya ndoa mm. tunasema ndoa ni nini? Ndoa nini? ni muunganiko wa hiari kwa Amen. watu wawili Mm. Kwa mujibu wa tamaduni zetu wa Afrika kabla kujawa, na ya kuja mm. kuathiriwa na mambo ya kimagharibi ambayo sasa yanachukua nafasi kubwa pia na yamevamia Afrika na yamevamia pia hadi makanisani. mm. Lakini kwetu sisi, mm. tunapozungumza ndoa ni muunganiko wa watu wawili wa hiari Amen. tena wa jinsia mbili tofauti kwa maana ya mke na mume, kwa hiyo hiyo inatengeneza ndoa. Kwa hiyo ni muunganiko wa watu wawili wa hiari ambao wamekubali kuwa pamoja, na pia ndo tunaihesabu kama agano, kwa sababu huu hmm. eh, muunganiko autokei tu hivi. Sasa hmm. kuizungumzia kama agano, tunaenda kwenye biblical concept kwa sababu Kristo mwenyewe anapoondoka anakaribia kuondoka duniani anampa maagizo Petro anapotaka mm. kumjulisha Petro yeye ni nani mm. Petro anapoanza kutoa tafsiri yeye ni nani mm. mwisho wa siku anaanza kufundukia kwamba alikujulisha haya si mwili na nyama mm. bali ni roho Kristo anaanza kumwambia basi wewe Petro sio mtu wa kawaida mm. anaanza kutoa ahadi ya kulijenga kanisa juu ya mwamba ulitoa Petro kwa hiyo sasa ukianza kuangalia ile ni ndoa pia ni muunganiko ni agano sasa. Yeah, naitoa concept ya agano kutokea hapo kwamba Kristo, okay, tunapofanyika wafuasi wa Kristo tunafungamanishwa, iko ndoa kati ya Kristo na kanisa, mpaka sisi tumekuwa wafuasi wa Kristo, kwa sababu Kristo alifia kanisa. Amen, na Kristo alifanya agano na Petro kwamba atajenga kanisa juu ya mwamba ambao mwamba huu oh, ukirudi unakuta ni Kristo mwenyewe pia. Kwa hiyo ayo, mtumishi wa Mungu, wakati tunaendelea kuidadavua ndoa na tumefi kwenye agani vijana wengi sana na watu wengi sana wa East Africa Tanzania Songwe Tunduma, kupitia Mopossible TV wanatamani kujua sifa za ndoa bora ni zipi. Sasa tukasema, yes, chukua mfano wa ndoa fulani kama vile Kristo alivyoagiza. Asante. Sifa za ndoa bora zinaweza kuwepo nyingi sana, mm. lakini katika wingi huo tunaweza hmm. tukazungumza chache kulingana na namna na wetu yeah, pia ambapo yeah. naturuhusu hatuweze tukaenda bahali hmm. Lakini miongoni mwa sifa za ndoa bora, ndoa iliyo na ubora, ya kwanza inayo furaha. Lakini ndoa iliyo na ubora hmm. cha pili, inayo upendo. Ndoa hmm. iliyo na ubora cha tatu inayo amani. Amen. Kwa hiyo kama hivi vitu vitatu vikiwepo kwenye ndoa mm. tutaihesabu hiyo ndoa kwani bora, kwa kwa sababu hakuna ubora pasi na furaha mm. hakuna ubora pasi na amani mm. hakuna ubora pasi na upendo <laughs> kwa ili tutengeneze kitu kiwe bora mm. kiwe chenye kufurahiwa kiwe chenye kuvutiwa kiwe chenye kuwafanya watu wengine watamani kuingia ndani yake mm. kiwepo na furaha kiwepo na amani na chini yake kikifungishiwa na hili furushi kubwa linaloitwa upendo kwa sababu ndani ya hili furushi kumebeba vitu vingi sana ambavyo kwenye hii ndoa kutamfanya mtu ama afurahi ama achukie kuwepo. Lakini ukiwa na upendo huko ndani, ah, my god, ndoa ni kitu kingine kabisa <laughs> kwa hiyo hivi vitu vitatu, katika vitu vingi, nataka niseme ndio mm, vinaibeba ndoa. Naweza kukasema, tuseme ndoa ya fulani mpendwa mfano. Lakini pia mtumishi wa Mungu, nashukuru kwa ile davuo ya ku generalize sifa kubwa zote, umezoeka katika mafungu matatu tu, ni nanilia nzuri kabisa. E, mtumishi wa Mungu, tunataka kufahamu ni vitu gani sasa kijana wa kike na wa kiume ambao wanatusikiliza muda huu wanatakiwa kujipanga kabla hawajaingia kwenye ndoa. Hmm. Lakini akifahamu ndoa ni nini anapoingia hatakuwa anaingia kwenye kitu ambacho ni kigeni, eh, hata kama mtu asiye gizani atakuwa ni mtu ambaye yuko kwenye nuru. Kwa kabla hujaingia pahali ukafahamu pale unapotaka kupaendea. Sasa kwa hiyo pia hapo maswali, eh, wana, imekuwa kasumba sasa tayari kama ni kacha ya sisi wa Tanzania especially wa, wa Afrika kwa ujumla, mara nyingi au vijana wanaingia kwenye ndoa bila kupata elimu au kulisikia hili neno la maelezo ya ndoa kutoka sehemu yoyote ile. Sasa, mm -hmm. Unapozungumzia kupata elimu au kujua ndoa waipate wapi au waijulie wapi? Asante sana. Maana nimesema kabla ya ujaingia kwenye jambo tafuta mm -hmm. kujua jambo lenyewe ndio. Uh, nafikiri iko kitu kimoja ambacho niseme wazee wetu pengine walikuwa na kikosa sana Mm. Kwa maana ya kutoa elimu ya ndoa. Mm. Na hata sasa kwa mfano umezungumza habari za kitchen party. Watu mm. wanaoenda kufundisha kitchen party. Hawafundishi mara nyingi habari za ndoa. Okay. Lakini wanafundisha habari za tendo la ndoa. Na ndoa ni zaidi ya tendo la la ndoa. Ndoa. Ndoa ndoa. Ndoa. Sasa kuna tofauti ya tendo la ndoa na ndoa. Na ndoa. Ndio. Kwa hiyo sasa mtu kabla hajaingia kwenye ndoa afundishwe kuijua ndoa. Mm. Afundishwe Amen. Sasa ndoa ni nini? Ndio tunarudi kwenye kile ambacho akisema na ukitaka ukijua zaidi hicho unaenda ukipata kwenye Biblia kwa sababu ya muda hatuwezi kusoma mm. maandiko lakini ukisoma kile kitabu cha Mwanzo mbili kumi na nane, nafikiri mm. kuna kuna, kuna kunacho kitu pale Mungu anakisema mm. kwa habari ya kumfanyizia mtu mume amfanyizie mke ili awatengeneze ndoa awatengenezee ndoa kwenye bustani ya Eden kwa hiyo anamwandaa ana, ana, ana Adam kumfanyizia mke lakini pili, ukienda kwenye kitabu nafikiri kama ni cha Mathayo kumi na tisa mstari wa 5 mm. kuna mahali Biblia inasema kwa habari ya mtu kumwacha mamae na babae mm na kuenda kuambatana na, na mke yeah. anatoka kwenye hali ya kuwa peke yake na wanaenda mm, kuwa mwili mmoja. Sasa unapoenda kuwa mwili mmoja, it means, kiko kitu ambacho nabidi ukijua kwamba kule hauendi kuwa wewe, unaenda mm, kuwa ninyi, unaenda mm, kuiunda taasisi inaitwa ndoa. Na sasa kama taasisi inaitwa ndoa, lazima uifahamu inahitaji vitu gani ili iishi kwa hiyo kwa ufupi sana, kwa samare sana, vitu gani ambavyo kwanza, umesema kwa ujumla hiyo hiyo pointi inameza pointi zote, ndio kuijua ndoa kabla wajaingia kwenye ndoa dio. Sasa kwa kuwasaidia vijana wengi, wayapate wapi waijue wapi hiyo neno ndoa, waje kanisani au watafute wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wazee, waende wapi? Nashukuru sana kwa kunirejesha hapo, nilikuwa na najaribu kwenda kwa mapana zaidi, lakini nishukuru sana kuniweka hapo sawa, mahali ambapo hawa vijana wanatakiwa kukipata kitu hiki hmm. Si kwenye kitchen party. Hmm. Kitchen party ni kitu cha cha, cha, cha extra ni cha ziada. Aha. Lakini mahali kitu hiki kinatakiwa kuanzia wala si kanisani, kitu hiki kinaanzia kwenye family. Okay. kinaanzia kwenye ngazi ya familia hmm. Tukiwa kule kwenye familia, wazazi wawafundishe watoto kwa habari ya ndoa hmm. Wawajulishe watoto ndoa ni nini, kwa sababu leo unaishi na mtu hapa ndani ana miaka mitano, lakini kuna siku huyu mtu atakuwa mwanandoa, kwa sababu kila mtoto aishie kwenye nyumba ya mtu iko siku atakuwa mwanandoa hmm, na kama atakuwa mwanandoa basi umwandae kumjulisha ndoa ni nini. Sasa hapo hapo kabla haujaenda eh, ukisema kwamba ni sahihi kabisa, malezi ya kuwa baba bora yanaanza katika familia ndio. Lakini kwa saa hizi, ukweli usiopingika, masingomaza ni wengi watoto wanaolelewa na mzazi mmoja sio single mother tu, hadi adi single father. Sasa imekuwa pia na taswira, mtoto anayelelewa na mzazi mmoja kuweka sumu hmm. kwa mzazi mwenzake wa jinsia nyingine hmm. kama mtoto yuko kwa mama, basi anafanya mtoto amchukie baba e. Lakini kama mtoto yuko kwa baba, anafanya ndugu, inawezekana sio baba, wakawa ndugu wa baba hmm. wakamwonyesha, mama yako alikuwa afai, sio mtu, kwa mtu mtu bora hilo unahisi linatengeneza kuja kuwa ndoa nzuri? Huyu mtu kwenye ndoa ataleta matokeo ya ndoa nzuri mm -hmm. au ndoa mbaya? Na watu wanaoishi katika mazingira haya, wewe kama mmoja viongozi ndani ya kanisa, mna mm -hmm. mkakati gani, au mnafanyaje kuwasaidia sasa? yes, yes. mara ake amekosa msingi kwenye familia, kutoka kwenye familia yake tayari ni mbovu mm -hmm akitoka hapo akikosa anakuja kukipata wapi? Labda niseme kama ndivyo, kwa nimejaribu kuanzia kwenye kazi ya familia mm. kwa mfano mm. mimi nimeishi na wao mpaka mm. sasa wana kitu kinaitwa Mm. Lakini kuna kitu anakiita isaka uh -huh. Sasa hivi vitu ni vile vitu vya kiasilia mm. ambavyo hata huko kwetu viko pia, lakini kwa makabila ambayo tunayaona leo yamebeba mambo ya kishamba jaosasa <laughs> <laughs> <laughs> ichi ni, ninaweza nikasema ni jumuiya inayohusika na kumfundisha mtoto kwa habari ya malezi ya ule utoto wake kuanzia umri wa utoto mm. lakini mpaka kuwa mwanandoa mm. kwa hiyo wanajengwa kifikra tangu wangali wadogo kuna umri fulani wa mabinti ambao wanachukuliwa kufundishwa kwa mm. habari ya kuchua ndoa, na namna gani itakapofika umri watatakiwa kuishi kwenye ndoa, watatakiwa kuitumikia ndoa, kwa sababu pia watu wanakosa kuitumikia ndoa. Unajua watu wanaingia kwenye ndoa akiwa na concept moja ya kutaka kutumikiwa, sio kuitumikia ndoa. Kwa hiyo kwenye ndoa kuna kutumika, sio kutumikiwa, okay. Sasa ukiingia kwa dhana ya kutaka kutumikiwa, ndio vile unaona kuna ibuka magomvi na nini. Kwa hiyo vile ni vitu vilikuwa vinawasaidia, kwa mfano hiyo chwanse kwa ajili ya mabinti, lakini insa kwa ajili yani ya vijana wa kiume wanaandaliwa, hmm. wanajengwa kimaisha, maisha ya kawaida, lakini pia maisha ya ndoa. Sasa kama tumevikosa vitu a na namna hiyo, ndo unarudi sasa, unanyungrijiza tena kwamba je, wavipate wapi kwa sasa, kwa sababu hata kwenye familia zetu inaonekana kumekuwa na hilo wimbi kubwa la masingo mothers, hata masingo fathers hapo hmm. so ukija kwa kanisa, nafikiri kanisa sasa lina uwajib kwa sababu okay, kanisa linakusanya watu wengi zaidi na linaweza likawafikia waamini na wasioamini wa hmm. likafanya hata saa nyingine e, mikutano ya halaiki hmm. e, kwenye viwanja mbalimbali vya wazi likaalika watu waje wapate mafundisho kuhusiana na ndoa according to the biblical point of view. Wakipata hiyo vitu itawasaidia jamii na italisaidia pia kanisa, kwa sababu leo tunazungumza vitu ya ndoa haiko tu nje wasioamini wa hmm, lakini iko mpaka ndani ya kanisa nakuta. Ni kitu ambacho kimekuwa na impact ambayo ni dau hmm, doubt kote in haya na mambo yapo, kwa hiyo kanisa linao wajibu mkubwa sana, nasema linao wajibu mkubwa sana wakujielekeza katika kufundisha hapo moja.